Chini ya shekhe wa mkoa wa Kagera, Shekh Haruna Abdallah Kichwabuta, tumepokea na tunaunga mkono tamko la baraza kuu la Waislamu wa Tanzania na taasisi zote za Kiislamu nchini juu ya yale yaliyojitokeza, yani machafuko yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, 2025 katika kutekeleza agizo hilo lililotoka huko juu, sisi viongozi wa mkoa wa Kagera wa Kiislamu tunataka kuongeza nukta zifuatazo. Kwanza, tunatoa wito kwa waislamu wote wa mkoa wa Kagera kutojihusisha au kushiriki vitendo vyovyote vinavyoashiria uvunjifu wa amani, utulivu na upendo tulio nao. Pili, tunaviomba vyombo vya dola, yani serikali kuwachukulia hatua zinazostahiki za kisheria za mapema wale wote wanaojihusisha na kuhamasisha vitendo vya uvunjifu wa amani nchini. Tatu. Vile vile sisi Waislamu wa mkoa wa Kagera tunampongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa na kuaminiwa na wananchi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na viongozi wote waliochaguliwa pamoja naye ambao ni wabunge na madiwani. Aidha, tunawapongeza wananchi waliojitokeza kutekeleza haki yao ya kupiga ya msingi ya kupiga kura kupiga kura na kuendelea kulinda amani na utulivu wa nchi yetu. Nne. Vilevile tunampongeza mheshimiwa mufti wa Tanzania Doktori Sheikh Abubakari Zubeiri bin Ali Mbwana kwa kuwaongoza vyema waislamu wa Tanzania na kuendelea kuhimiza amani na utulivu wa nchi yetu. Tano. tunampongeza mkuu wa mkoa wa Kagera Hajati Fatuma Mwasa kwa kushirikiana na vyombo vya usalama mkoani kwetu kuendelea kutunza na kutuweka katika mshikamano na kusisitiza upendo, amani na utulivu Sita. Kutokana na yaliyotajwa hapo juu, mimi shekhe wa mkoa kwa kushirikiana na viongozi wa taasisi zote za Kiislamu tunawaagiza na kuwaelekeza maimamu na walinganiaji wa dini ya Kiislamu waendelee kuwalingania waumini hasa misikitini na katika hafla mbalimbali mbali na makongamano waendelee kuwalingania ili waweze kuendelea kutunza amani, upendo, mshikamano na kuepuka vitendo vyovyote vinavyoweza kusababisha uvunjifu wa amani hapa nchini. Mwisho, tunamuomba Allah aibariki Tanzania, aendelee kutupa amani na ustawi awaongoze viongozi waliochaguliwa kwa haki, kusimamia uadilifu, kuleta maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania.